ia utekelezaji wa hizo ahadi pamoja na ilani yetu ya uchaguzi. Nitafuatilia hatua kwa hatua mradi huu wa barabara. Kazi hiyo inaanza lini, Mheshimiwa waziri mkandarasi mara baada ya kupata malipo ya awali ataanza kazi hii. Nimezungumza na waziri, amesema wa hilo atalitekeleza baada ya kurudi ofisini. Nimesha mwelekeza waziri wa fedha atafute fedha popote pale ya kulipa malipo ya awali kwa wakandarasi ambao tayari wameshasaini na subiri malipo ya awali. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo waambieni, akae standby ili kazi iweze kuanza. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kama alivyosema ni barabara muhimu sana, kwanza kwa utalii, lakini pia kwa uchumi, lakini pia kama serikali tunajua moja ya vipaumbele vya barabara zetu zile barabara za mipakani ambazo zinasaidia sana. Kuna mahali mheshimiwa waziri mkuu barabara inapita hapa hapo na kutoka kijiji cha Kenya, lakini pia ni barabara ambayo itakuwa ni salama sana kwa sababu haina minuko haina kona. Kwa hiyo itatusaidia sana kusafirisha mizigo kati ya barabara hii ya kutoka Arusha kwenda Holili, lakini pia kutoka Holili pale Rotima kwenda Tarakea kwa maana ya kwenda Kenya, na tunapoongea sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunachosubiri tu ni kwamba hicho kipande ambacho tulipewa maanake barabara itolewa kibali jengo yote na imesanifiwa yote, lakini tumepewa kwanza kibali cha kuanza na hizo kilomita kumi na mkandarasi yuko tayari, sisi tunachosubiri tupate hayo malipo ya awali ili aweze kuanza. Kwa sasa barabara, barabara hii ni ya kiwango cha shangarawe yenye kipande kidogo cha lami ambayo ni mita 550. Mradi huu unaanzia Holili naemi kwenye makutano ya barabara ya Arusha Moshi Holili na kuungana na barabara ya Himo Rombo Tarakea inayoelekea mpakani mwa Tanzania na Kenya, ambako ni Tarakea boda. Barabara hii inapita mpakani mwa Tanzania na Kenya, hivyo ni barabara muhimu sana katika kukuza shughuli za kijamii kiuchumi na kiutalii pia. Barabara hii inaambana na mpaka wa Tanzania na Kenya, hivyo ni barabara muhimu sana kiulinzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuzingatia umuhimu wa barabara hii, serikali ya Jamhuri ya Muungano tayari imekwishafanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, na kazi ya upembuzi yakinifu kamilika mwezi Januari mwaka 2024. Mheshimiwa Waziri Mkuu, usanifu wa ujenzi wa barabara bara hii ulifanyika kwa kuzingatia viwango vya Wizara ya Ujenzi. Barabara ya Holili Tarakea, utekelezaji wake umegawanyika katika sehemu kuu tatu kama nilivyosema hapo awali. Sehemu ya kwanza ni ya mita 550 ambayo hii tulijenga kwenye mwanzo wa barabara hii kule Tarakea Junction. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sehemu ya pili ni ya kipande cha kilomita kumi kuanzia Ikuni mpaka Korongo Chini yenye urefu wa kilomita kumi ambayo itahusisha ujenzi wa barabara pamoja na box culvert saba na makalavati aina ya bomba tisa mradi huu wa kilomita kumi ulisainiwa tarehe 27 mwezi Julai mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kazi imepangwa kufanyika kwa muda wa miezi 18 na miezi kumi na mbili ni ya kipindi cha uangalizi mkandarasi atakayetekeleza mradi huu ni MS King Builders na gharama ya mradi huu ni bilioni 28.3. Atakayesimamia kazi ya mradi huu ni kitengo cha kihandisi cha usimamizi teko. Hadi sasa mkandarasi amewasilisha hati ya malipo ya awali ambayo ni advance payment yenye jumla ye ya shilingi bilioni mbili nukta nne. Uthamini wa mradi huu umeshakamilika, tunaowaathirika wa mradi 1142 na zinahitajika shilingi bilioni 14.6 kwa ajili ya kufanya fidia. Aidha, gharama hizi za fidia zimekuwa kubwa kwa kuwa barabara hii ilikuwa ni barabara ya wilaya, lakini baadaye imepandishwa kuwa barabara ya mkoa. Kwa hiyo ilikuwa na road reserve ya mita kumi kila upande, na sasa tuna road reserve ya mita 22.5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sehemu ya tatu ni sehemu, uh, ya kilomita 42 zitakazokuwa zimebaki ambayo tunaamini kwamba serikali itakapopata fedha basi ujenzi utaanza kwa kuwa usanifu tayari umekamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uh, mbele yako ni ramani ya barabara hiyo kama ambavyo unaona hii ni barabara kubwa ya Arusha kwenda Holili na mapa hapa ndipo Holili ilipoanzia barabara hii ya changarawe hapa panaitwa Holili Lotima, tumetembea mpaka kilomita 25 na mia tatu ambapo ndio mwanzo wa ujenzi wa kilo kilomita 10, kumi na tutafika mpaka kilomita 35 mia tatu hapa tulipo ni around kilomita 30, mheshimiwa waziri mkuu. Baada ya hapo, tuna kipande kingine ambacho kitakuwa na gravel ambacho kinaelekea mpaka barabara ya tarakea junction, ya tarakea ambayo inaungana na barabara inayotoka Himo Tarakea hadi Tarakea boda ambayo ndio hii hapa. Kama nilivyosema, kuna kipande cha mita 550 tumekwisha kijenga hiki hapa ambacho tumekiweka kwa ukubwa kinaonekana. Hii ni barabara ya Himo Tarakea, na hii ndio barabara inayoshuka kuja huko. Huu ni mpaka wa Tanzania na Kenya, kama ambavyo tumesema, inaambana mpaka wa Tanzania na Kenya kwao, ambayo, uh, ni, ni, barabara yona, na impicha, ni barabara ambayo ni ya kiulinzi. Mheshimiwa waziri mkuu, hii ni barabara kuu ambayo nayo inaenda Tarakea, lakini kama unavyoiona na naamini tutaipita, ni barabara ambayo inakona na na milima mingi ambayo imekuwa ni hatarishi ndio maana serikali imependekeza barabara hii pia ijengwe kwa kiwango cha lami ili kuweza kutumika kwa magari makubwa ya mizigo.